Nitasema yale ya ukweli. Kwanza nimshukuru Mheshimiwa rais katika jimbo langu la Gairo kwa vitu ambavyo ametufanyia wananchi wa Gairo. Kwa mfano, tumepata madaraja ambayo yalikuwa yanaua watu kila siku, nilimwomba mwaka juzi alipopita pale, tunashukuru madaraja yamekwisha ya, ya bilioni Si, kumi na sita la mita mia moja na ishirini na la bilioni kumi na moja la mita themanini madaraja ya Chakwale na Nguyami yamekwisha namshukuru kwa kuweka barabara hiyo katika feasibility study kutoka Gairo hadi Kirindi namshukuru kwa Gairo kutupa barabara ya lami ya kilometa sabini na saba kutoka Gairo mpaka Nongwe tunamshukuru kwa mradi wa maji wa bilioni 21 na bilioni 9.9, karibia bilioni kumi. Kwa hiyo lazima niseme ukweli, toka mwaka 2005, maanake mimi nimeingia toka 2005 na, na bado nipo. Habari ya kustaafu kwa heshima hiyo hakuna, kwa sababu nilimtoa mtu na mimi mpaka nipate kula mbili ndo najua hapa, sasa unastaafu kwa heshima <laughs> Kwaio araa vizia vizia, bado nipo kwa toka niingie elfu mbili na tano, toka niingie elfu mbili na tano, nimekaa na Mheshimiwa Kikwete na kabla ya hapo nimekaa na Mheshimiwa Mkapa kama mjumbe halmashauri kuu ya taifa, kupitia viti ishirini. Nimekaa na Mheshimiwa Magufuli pamoja na yeye, lakini lazima niseme ukweli katika kipindi cha awamu ya sita Gairo na Tanzania imepata vitu vingi sana. Ukiangalia wakati wa nyuma, wananchi walikuwa wanajenga wenyewe shule za msingi. Wakati wa nyuma, zahanati zote walikuwa wanajenga wananchi. Wakati wa nyuma, tulikuwa hatuna hospitali za wilaya, wengi wamezungumza. Toka huru watu walikuwa wana hospitali za wilaya, lakini wakati wake tuna masekondari yanajengwa na, na serikali tuna zahanati zinajengwa na serikali tuna ambulance kama Gairo na ambulance karibia saba eh? Ziko pale kwa hiyo, lazima tushukuru, tuseme ukweli, kwenye mahali pa ukweli tuzungumze ukweli kwamba kazi aliyoifanya huyu mama yetu ni kazi nzuri, hata kama kuna mtu ana kinyongo, hicho ni kinyongo cha binafsi. Sasa mtu huwezi kumlazimisha, lakini kwenye ukweli huo, huo katika kurasa ya 37 katika hotuba ya Mheshimiwa Rais amezungumzia uwajibikaji na utawala wa sheria, na amezungumzia kwa baadhi ya watu kwa kweli katika nchi yetu hapa, amezungumzia habari ya watu wabadhirifu wa, wa fedha ambazo zilikuwa ziende kwa wananchi, zinyanyue maisha ya wananchi kama yeye lengo lake linavyotaka, lakini na amezungumza kwamba kuna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 hizi sheria za Takukuru kama ziko kidogo zimelegea, wanaiti basi, tuzibadishe. Watu kila sehemu wanajenga jenga majumba nini, hakuna watu wanaona. Na tusizungumze sisi hapa kama bunge sisi, ambayo tuna uchungu, tusizungumze ya leo. Je, tunayozungumza ya leo, tunajifurahisha ya leo? Je, elfu mbili na thelathini nayo tunayasahau? Tukizungumza ya leo, tujue kuna mbele huko kuna elfu mbili na thelathini. Je, tunakwendaje kwenye chaguzi zetu? Kwa hapa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 mimi sina mengi, nashukuru sana, asante sana. Asante mheshimiwa Shabibi. Tunaendelea na mheshimiwa Douglas Didas Masaburi, ajiandaye mheshimiwa